Safari yetu ya hekima leo inaendelea, Yesu anapoendelea kutoa kile kinachojulikana kama mahubiri ya mlimani hapa katika Mathayo sura ya tano. Sasa tuko kwenye mstari wa kumi na tatu: ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikipoteza ladha yake, itawezaje kurudishiwa? Chumvi yake haifai tena kwa kitu chochote, isipokuwa kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Sasa tunajua kutoka kwenye historia kwamba chumvi ya zamani, siku hizo ilitumika kufunika njia, kama vile tunavyotumia kokoto siku hizi. Kwa kawaida, tunapofikiria chumvi tunafikiria chakula, lakini katika siku za Kristo, chumvi ilikuwa ya dhamani sana, kiasi kwamba ilitumika kama sarafu. Mara nyingi askari wa Kirumi walilipwa kwa chumvi, au kwa neno la Kilatini salarium, ambalo leo tumelitumia kwa neno mshahara. Hadi leo tunaweza kusema kwamba mtu ana dhamani ya chumvi yake, hiyo ni anastahili mshahara wake. Katika siku za Kristo, chumvi pia iliwakilisha usafi. Kwa kweli, watu wa mataifa walikuwa wanatoa chumvi kama sadaka kwa miungu yao. Mwonekano wake mweupe unaong'aa uliibua imani nyingi za kishirikina. Kwa kweli, Wagiriki waliita chumvi, ambayo inamaanisha ya kimungu. Sasa chumvi ilitumika kupunguza uharibifu na kuoza kwa chakula, ilikuwa nikihifadhi. Hivyo Yesu atakuwa analeta hilo pia katika mfano wake hapa, akisema wanafunzi wake wanapaswa kuwa unajua, wafanyakazi hodari wakimwakilisha Mungu wa kweli na aliye hai. Maisha yao safi yanatumiwa na Mungu kuhifadhi jamii inayooza. Inashangaza kwamba Biblia haijawahi kusema waumini ni sukari, bali ni chumvi. Sasa hiyo haimaanishi kwamba hatupaswi kuwa wapole. Lakini uwepo wetu, maisha yetu, mitindo yetu ya maisha inapaswa kuhifadhi katika jamii yetu, yote yaliyo safi, matakatifu, na ya kweli. Sasa pamoja na hayo, Yesu anaendelea kusema hapa katika mstari wa 14, nini ni nuru ya ulimwengu. Mji ulioko juu ya mlima hauwezi kufichwa, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya kikapu, bali huiweka juu ya kinara nayo inawapa mwanga wote waliomo nyumbani. Nakumbuka watoto wetu wadogo walipojifunza kuimba ule wimbo, nuru yangu ndogo hii, nitayacha yangaze. Kweli sidhani kama tunapaswa kuacha kuimba wimbo huo. Unajua ni jambo la kuvutia kwamba Yesu alisema katika Yohana sura ya 8, mstari wa 12, mimi ni nuru ya ulimwengu, lakini hapa anasema sisi ni nuru ya ulimwengu tunang'aa kwa nuru ya injili katika ulimwengu wetu wenye giza. Unajua, watu hunaambia mara kwa mara, Steven, jamani, dunia inazidi kuwa na giza, ni ovu sana. Sasa tutafanya nini duniani? Vipi kuhusu kuwasha tai? Mnara wa taa haukuundwa kwa ajili ya siku zenye jua. Iliundwa kwa ajili ya siku za giza. Vivyo hivyo, mimi na wewe, waumini, tuliumbwa na kulingana na Yesu, kama alivyoitamani wakati wa siku za giza za dola ya Kirumi. Soma tu historia kidogo, mpendwa. Wakati kanisa lilipoanzishwa, utamaduni wa Kirumi ulikuwa unadhihaki ndoa ya mume na mke kama kitu cha kiburi na finyu. Kwa kweli, ushoga na usagaji vilichukuliwa kuwa kawaida. Mfalme wa Kirumi Nero aliwahi kuvaa kama mwanamke na kuoa mwanaume hadharani, na hakukuwa na mwitikio wowote wa umma. Zaidi ya hayo, ukahaba wa watoto ulikuwa halali wakati wa Yesu, pamoja na matumizi ya dawa za kulevya na ponografia ilikuwa imeenea katika utamaduni, na pia mauaji ya watoto wachanga yalikuwepo. Ye, kama wanandoa walipata mtoto wa kike na walikuwa wanataka mvulana, au kama mtoto wao alizaliwa na ulemavu basi wangeacha tu mtoto huyo kwenye baraza la nyumba usiku ili wanyama wanaozurura mitaani wampate. Seneca mmoja wa washauri wa Mfalme Nero aliandika barua ambayo alisema, tunamnyonga mbwa kichaa na watoto wanaozaliwa wakiwa dhaifu au vilema tunawazamisha. Ni dunia ya giza kiasi gani? Sasa hebu ni kuambie, Mungu aliamua kwamba dunia hiyo ndiyo ilikuwa mahali na wakati muafaka kabisa kuanzisha kanisa la agano jipya. Ilikuwa wakati kamili wa kuwasha mwanga, kwa sababu dunia ilikuwa imejaa giza. Sasa kwa hayo, Yesu anasisitiza uadilifu wake binafsi na kujitolea kwake kwa, kwa maandiko ya agano la kale. Anasema hapa katika mstari wa 17 msidhani kwamba nimekuja kutangua sheria au manabii, sikuja kutangua bali kutimiza, kwa maana nawaambia kweli mpaka mbingu na dunia zitakapopita hata nukta moja wala herufi haitapita katika sheria mpaka yote yatimie. Kwa maneno mengine, hakuna kitu duniani kitakachomzuia Yesu kutimiza maandiko, haijalishi dunia ilikuwa na giza kiasi gani. Sheria na manabii, kwa njia hiyo, zinamaanisha agano la kale lote. Yota na nukta anazozitaja hapa zinarejelea herufi ndogo kabisa ya Kiebrania na mkato mdogo kabisa wa herufi ya Kiebrania. Kwa maneno mengine, kila neno, kila sehemu ya neno la Mungu, kila nukta ndogo ni kweli, na yote yatatimia. Sasa kwa hayo, Yesu anatoa tamko hili la kushangaza hapa katika mstari huu ishirini na nawaambieni, isipokuwa haki yenu izidi ile ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Nini? Kila mtu hapa angefikiri kwamba kama kuna mtu yeyote atakayeingia mbinguni, basi ni Mafarisayo. Lakini Yesu anasema hapa, lazima muwe bora kuliko wao, na hiyo inamaanisha kwamba hakuna mtu hata sisi wenyewe tutakuwa wazuri vya kutosha kuingia. Na hiyo ndiyo injili ya kweli. Paulo anasema hivi katika Warumi saa tatu na madakika kumi, hakuna mwenye haki hata mmoja na hiyo ni kweli pia kwa Mafarisayo. Unaona, Bwana atazungumzia moyo hapa, anapita kwenye fakari ya kidini. Yeye yeye anafichua uovu uliomo ndani ya mioyo yetu ya kibinadamu. Haijalishi tunajiona wazuri kiasi gani, sote ni wavunjaji wa sheria. Kwa kweli, Yesu anaanza kuzungumzia hasira moyoni hapa, kwenye mstari ishirini na moja: mmesikia kwamba watu wa zamani waliambiwa usiwe na yeyote atakayemua atastahili hukumu lakini mimi nawaambia kila anayekasirika na ndugu yake atastahili hukumu Yesu anafafanua zaidi amri hii ya sita anaonyesha kwamba hasira mbaya moyoni basi hiyo ni sawa tu na uwaji kwa hiyo analaani sio tu tendo la uwaji bali pia mtazamo wa chuki na bila shaka huo ndio msingi wa uwaji Yesu anaendelea kuwasihi watu wapatanishe. Usiruhusu hasira ikuchome ndani mpaka ifikie kiwango cha kulipuka. Anasema hapa kwenye mstari wa ishirini na nne, acha sadaka yako pale mbele ya madhabahu, uende kwanza patana na ndugu yako, kisha urudi utoe sadaka yako. Sikiliza mpendwa, Bwana anaweka kipaumbele kikubwa zaidi kwenye upatana na mtu kuliko hata kuhudhuria ibada. Kwa kweli kupatana na mtu ni tendo la ibada sivyo? na ni jambo linalomtukuza Mungu. Sasa Yesu anahamia kutoka hasira moyoni hadi tamaa moyoni, anasema hapa kwenye mstari wa ishirini na saba: mmesikia kwamba imenenwa, usizini. Lakini mimi nawaambia, kila mtu anayemtazama mwanamke kwa tamaa tayari amezini naye moyoni mwake. Unaona Mafarisayo waliamini kwamba ukiepuka tendo la uzinzi kimwili utakuwa sawa mbele za Mungu. Yesu anaongeza kiwango hapa na kusema kwamba tamaa ni uzinzi wa dhambi moyoni. Kwa hiyo, kwa hizi amri mbili tu anafanya nini? Anatuonyesha kwamba sisi sote tuna hatia kubwa mbele za Mungu kama vile Mafarisayo na hata wale wanaoonekana kuwa wacha Mungu zaidi na wanaosikika kuwa wa kiroho zaidi duniani. Basi sisi ni wenye dhambi kiasi gani? Biblia inasema moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote, umepotoka sana. Yeremia 17:9. E, sisi sote tuna ugonjwa wa dhambi. Kwa kweli sisi sote tumeathiriwa vibaya na dhambi. Nikuambie, tunahitaji upasuaji wa moyo, na tunahitaji daktari wa kiungu afanye hivyo, ili asafishe kila tendo na na kila wazo la chuki, hasira na tamaa. Mtume Petro mwenyewe anaandika kwamba Yesu alibeba dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti yani msalaba. Kupitia mateso na kifo chake tunaweza kupata uponyaji, mioyo yetu inaweza kutakaswa. Hiyo ndiyo tumaini letu pekee la msamaha, hiyo ndiyo tumaini letu pekee la kuingia mbinguni siku moja. Lazima unjie Kristo. Lazima ukubali kwamba wewe ni mwenye dhambi. Kwa kweli, unaweza kufanya hivyo sasa hivi. Unaweza kuomba sala rahisi sana: Bwana, ninakubali sasa hivi kwamba mimi ni mwenye dhambi, nina hatia ya chuki na hasira na tamaa na tamana, ubinafsi na mengine mengi, lakini Biblia inanieleza kwamba wewe Bwana Yesu ulilipa adhabu ya dhambi zangu zote msalabani na kuomba unisamehe sasa hivi. Nitakuamini wewe peke yako, ninatambua siwezi kwenda mbinguni kwa sababu naistahili, bali kwa sababu wewe umelipia, na ninakutaka wewe Bwana Yesu uniokoe sasa hivi. Sasa kama umeomba sala kama hiyo kwa imani sasa hivi, nataka ujue kwamba amekuokoa sasa hivi. Biblia inasema yeyote atakayeliitia jina la Bwana